Naitwa Leonard Makey, ni occupational therapist na ni mtaalamu wa afya akili katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete. Kwa hiyo, niko kwenye kitengo cha utengamao au rehabilitation. Kwenye kitengo chetu tunahudumia magonjwa mengi au condition nyingi za watoto, ikiwemo sonji au autism. Uh, kwa kifupi kabisa autism ni ugonjwa au ni hali ambayo inasababisha mtoto anakuwa ni neurobehavioral condition ambayo inamsababisha mtoto anakuwa hana utulivu, anakuwa na anakosa utulivu, hana good communication skills, hana social interaction ambayo hiyo inamfanya anaonekana katika jamii ni mtoto wa tofauti. Katika usonji, uh, tunaanza watoto wanaanza kupata ile hali ya usonji akiwa na umri wa kuanzia mwaka mmoja na miezi sita, ndo dalili zinaanza kuonekana mpaka miaka mitano, tunakuwa tumeshaona dalili zote lakini katika huo umri mara nyingi wazazi wanakuja na umri, wanamleta mtoto akiwa tayari na miaka miwili mpaka minne ndio wanakuja kugundua kwamba mtoto ana shida ya usonji. Sababu za usonji mpaka sasa hivi research zinaendelea kufanyika, uh, bado hakujaonyesha sababu maalum ingawa wengine wanasema kwamba ni mabadiliko ya tabia nchi, mazingira wengine ni kurithi, wengine wanasema wakati mtoto akiwa amejifungua, lakini bado hakuna sababu maalum au sababu ya uhakika kabisa mpaka sasa hivi. Lakini kwa takwimu kwetu sisi hapa tunaona watoto wenye usonji uh, takriban new case tunaona kila mwezi tunapata new case wa watoto wenye usonji wawili, na research zinaonyesha kati ya watoto wa nane, na ya watoto nane mmoja anaweza kawa na shida ya usonji kati ya watoto nane mmoja anaweza kuwa na shida ya usonji. Na kwetu sisi hapa tuna kliniki ya usonji kila Ijumaa kwao. Tuna sasa hivi kwa mwaka tunahudumia watoto takribani thelathini mpaka thelathini na tano watoto wenye usonji na wao usonji kuanzia miaka mitatu miwili mpaka mitano, wengine wanaenda mpaka saba. Ndo watoto ambao tunawahudumia hapa. Wengine wameshaanza shule, wengine wanaendelea kupata matibabu hapa, wengine wanafanya shughuli zao maalum. Dalili za watoto wenye usonji, ya kwanza, wanakuwa na poor communication skills, hawezi kuzungumza, anakuwa kuzungumza na mazingira, kuzungumza na watu, hawezi kuzungumza, ile communication skills inakuwa ni mbovu kwake. Pili anakuwa na tabia ambazo ni tofauti kidogo na watoto wengine, maanake anakuwa anakosa utulivu, hawezi kufanya kitu kimoja akamaliza, anakuwa ana, ana, ana anafanya vitu kwa interest hawe, anachagua vitu, ni mtu wa kuchagua vitu. Uh, anakuwa na ile kuchagua vyakula, kuchagua nguo, kuchagua viatu, wanakuwa very selective pia watoto mara nyingi wanakuwa na ile hali ya kupiga kelele ambazo sio za za, anapiga tu kelele pasipokuwa na, na sababu yoyote. Sometimes wanakuwa na hasira pale ambapo wanakosa kitu ambacho wanakihitaji kwa wakati na sasa. Ikifika wakati akiwa na njaa, halafu hakuna chakula, anakuwa na hasira, anaweza akapiga vitu akajing'ata, hivyo wanakuwa na tabia kula pia vitu ambavyo haviliki, mfano sabuni, wengine mawe, wengine anakwangua, wengine wanalamba ukuta, wanakuwa na hiyo tabia. Wengine wanakuwa na tabia kuchezea maji, wanafungulia maji kwenye bomba uh, au wanachezea maji kwenye makarai, wanakuwa wanasikia ile sauti ya maji yanavyotiririka kwenye bomba. Kwa kuna wengine wanakuwa na kuongea kwao wanatumia kwa ishara, haizi kusema yote, lakini anatumia kwa ishara, lakini yule ambao ameanza matibabu. Kiujumla, hawa watoto sio kwamba hawana akili. Jamii nawatenga, wanasema hawana akili, wamechanganyikiwa, lakini hapana. Hawa watoto ndio watoto ambao ndio wana high IQ kuliko hata sisi hapa tulipo. Yani, tukisema high IQ, wana uwezo wa ku thinking ability yao ni kubwa wana ability moja ya ku copy and ku paste yani, kama ilivyo kwa. Kuna watoto mwingine tuna mtoto ambaye akienda mjini na mama yake, akirudi nyumbani anachora njia zote walizozipita kwa ukamilifu. Na kuna mtoto mwingine anaangalia habari asasa, anaangalia habari ya ITV. Akiangalia habari ya ITV, akimaliza ile saa mbili mpaka ile saa tatu ana uwezo wa kusema habari yote, yote bila kusoma mahali popote. Kwa ni watoto ambao wenye high IQ kuliko watoto wengine pia wana uwezo mkubwa sana wa maswala ya hesabu na fizikia. Very good in mathematics and physics. Ambao wazuri sana kwenye hiyo. Wakipata therapy vizuri, wakipata concentration vizuri, anakuwa na huo uwezo. Wengine ni wazuri sana kwenye kuchora na kupaint. Yani kuchora, kumchora mtu kama alivyo na kupaint. Wengine wanakuwa wazuri sana kwenye Uh, kwenye kremin, yani ile kremin atacho ukisema kitu tu na yeye hivyo hivyo amekidaka darasani kama kilivyo. Kwa hiyo hawa watoto wana wanatengwa na jamii, kwa sababu wa, jamii inaona kwamba hawana akili, lakini ni watoto wenye akili sana. Lakini hawa watoto pia they are good in IT software, software applications hizi tukiangalia, WhatsApp, Facebook Facebook, alio igundua Facebook ni mtoto wenye usonji ni, ni autistic aliitengeneza, ili aweze kupata communication within the campus ya university, yani campus yake chuoni, ili aweze kupata communication well, from there ikawa ime inazidi kukua ile Facebook kwao. Well, tunavyoona hizi software ambazo tunatumia kwa communication hizi zote ni watoto wenye usonji wanazitengeneza kwao. Well, they are very good kutengeneza saa hizi saa ambazo tunazivaa smartwatch hizi saa za ukutani wanatengeneza pia. Wana uwezo mkubwa wakipata therapy nzuri, wana uwezo mkubwa sana wa kukaa, kuconcentrate na kufanya mambo na sasa hivi vitu vya software, vya software kwa muda mrefu, ana uwezo wa kukaa tofauti na sisi hapa, vinahitaji umakini, lakini wao wana uwezo kukaa kwa muda mrefu. Kikubwa kingine katika hospitali yetu ya mkoa wa Kitete tuna tunatoa hiyo huduma na tuna vifaa vya kisasa kabisa ambavyo vinawasaidia watoto na na watoto wengi wamepata wamepata hiyo huduma, na wengine wako mashuleni, wengine wako special schools ambao wanasomea vitu tofauti tofauti. Tuna mtoto ambaye anasomea masuala ya kuchora Nairobi Kenya, yuko Kenya anasomea masuala ya kuchora tu, painting and drawing. Maswala ah uh, kwa mkoa wa Tabora, ili swala ni kubwa, sema hakuna uelewa bado, wananchi hawana uelewa bado. Watoto wengi wako manyumbani wengi sana. Kama kwa mwezi tunapata new case wawili, maana yake kushirikiana na daktari bingwa watoto kwao, inaonekana kesi ni kubwa sana, bado uelewa hujawafikia wananchi bado tunarudi kusema kwamba hatuna sababu, yani hakuna sababu maalum inayotuonyesha kwamba sababu ya usonji ni nini, bado hatuna. Kwa hiyo kui prevent uh, I, I don't know tunafanyaje, lakini hatuna sababu maalum mpaka sasa hivi. Kuna research nyingine inasema ni mazingira, kuna research nyingine wanasema watoto labda wakati wa kujifungua, wengine wanasema ni masuala ya kurithi, lakini ukiangalia wa wa wa watoto wao ukiangalia wazazi wanaowaleta watoto wengi ukiwauliza, kuna mtu yoyote mwenye changamoto au kuna mtoto yoyote mwenye changamoto alishaipata kwenye familia, upande wa baba, upande wa mama, wanasema hapana. Kwao unakuta hapana, hakuna. Na kuna research nyingine ambayo kuna mtu mmoja alishafanya, anasema ni kati ya hao, kati ya familia za zenye uwezo. Alifanya research za familia wenye uwezo kumi, kwao amegundua familia tisa zenye uwezo ndio wana watoto wenye usonji. Kwa hiyo wengi watoto wenye usonji ukiwaangalia, research inaonyesha kwamba wametoka kwenye familia zenye uwezo. Kwanza mtoto wenye usonji wanafanya vitu kwa interest, anahitaji kitu kimoja sawa, kwa interest. Kwa hiyo imekaja kugundulika kwamba akiwa akipata concentration vizuri, therapy kianza vizuri, wanastiki kwenye kitu kimoja. Kwa kistiki kwenye kitu kimoja, they are very Good. Anakuwa very competent kwenye hicho kitu kibovu, that's why unaona wako very, akistick kwenye masuala ya IT, anakuwa very good in IT. Akao, huwezi mbadilisha kwenye kitu kingine, akistick kwenye masuala ya hesabu huwezi kumbadilisha kwenye kitu kingine. Ana stick kwenye hesabu. Kwa, na pia wana high IQ, kumbuka hilo. Nimesha kuambia kwamba wana high IQ. IQ yao, fikira yao ni mkubwa sana kwa kufikiri Mtoto mwenye usonji ana lack communication skills lakini mara nyingi wanaanza na non verbal communication skills. Non verbal communication skills ni ile hali ambayo anaweza kuonyesha kwa, kwa ishara kwa kitu kwa mkono hivyo, lakini baadaye, tuna speech therapist hapa ambaye anaweza, anawaona, tunawafundisha namna gani ya kufanya communication skills, kwa baadaye wanakuwa wanaongea, lakini hawaongei sana Naomba niwape mfano wa Bill Gates, ni ni mmoja wapo mwenye ni autistic. That's why naamini katika for... kazi yenu za kila siku, muona Bill Gates akiongea? Kuna mtu ashe muona Bill Gates akiongea? Yes, Bill Gates aongei sana, lakini haimaanishi kwamba ni bubu. Anaongea lakini sio sana. Nafikiri mme mmenyeelewa. Pia watoto wenye autistic wana Poor eye contact. Mimi navyoangalia nyinyi na oh, ni tofauti na wao. Wao hawawezi kumwangalia mtu, kwa hiyo ni moja wapo wa dalili. Si huwa tunaangalia eye contact, anakuwa so ile, anaangalia huku, anakuza yani hivyo, anakuwa na hiyo hali, that's why so bubu wanaongea wanafanya communication baadaye, lakini so kwa sana, yani akihitaji ya kitu usipofanya yeye ndo anakifanya ana au anakasirika, akiwa mtoto unaona anaonyesha aggressive usoni, either analia au anapiga kelele hivyo, ukimpa na nyamaza. Hii ni hali sio so, so, ugonjwa kama malaria ambao utaratibu afitaondoka. Autism ni condition ambayo muda inakuwepo, lakini tunachofanya ni zile dalili, tunachofanya matibabu ni ya zile dalili. haongei afanye communication skills tufanye apate communication skills apate, hana concentration, hawezi kuwa hana concentration and attention, tuhakikishe huyu mtoto anapata concentration and attention, lakini still autism ipo kwao. Ni zile dalili tunazitibu, na matibabu yake yako kwa njia mbili. Kuna matibabu ya kwa njia ya dawa, wengine wanatumia dawa, lakini matibabu kubwa kabisa ni ya therapy Lazima tumfundishe mtoto namna gani nzuri ya kuishi na watu, ya kuongea, ya ku take self care, ile mwenyewe, ya kuswaki, ya kuvaa, ya kujua kula. Ile ni kitu muhimu sana ambacho ndo kinafanya wazazi wamlete akiwa na ule umri, anasema mwanangu hawezi kuvaa mwenyewe, hali mwenyewe hivyo. Kwa hiyo unakuta tunawafundisha namna gani ya kuswaki, namna gani ya kuvaa, namna gani ya kucheza na watoto, kwa sababu mtoto ndo kazi yake kubwa play. Play kwake ndo kazi yake kubwa ya mtoto kwao, namna gani ya kusocialize na watoto wenzake, ili aweze kucheza wake, awe wabunifu katika ile michezo, ndio inapata wanakuwa very creative, ndio inafanya kufanya creativity kwenye memory. Kwanza kabisa tunapokea new case naomba naomba unielewe new case, kwa kuna watoto wengine ni follow up na kuna wengine new case, kwa kama tunapokea watoto wapya kwa mwezi takriban wawili, maanake kuna wengine ambao tunafanya follow up. Tunashukuru Mungu sana, watoto wetu watoto ambao wanakuja tunawafanyia therapy na wazazi nyumbani pia wanawafanyia therapy, maanake wengi wako in schooling age kwao wengi wako mashuleni. Changamoto iliyokuwepo ni kwamba baadhi ya shule za hapa Tabora bado hazijawatambua watoto, kwa hiyo inawapa ugumu kwenye mazingira ya shuleni. Lakini sisi tunaanza kuongea na wakuu wa shule kuwaelimisha, kwamba hii ah, ni ugonjwa ambao wakipata therapy wanaweza kukaa madarasani kama watoto wengine. Kwa hiyo hata mtoto ambao mtamuona hapo yuko shule, shule ya kawaida kabisa, anasoma na watoto wa kawaida kabisa, na anakaa tu darasani, anafanya vizuri, anafanya mitihani na anaperform vizuri.